Assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatu, karibuni wasikilizaji wetu wa uh, kipindi hichi Iko Wapi Zamani hii leo, ikiwa ni siku ya kumwangazia mzee wetu mzee Abdallah Karambash, na tumetamani sana kumsikiliza mzee Karambash kwa muda mrefu, lakini leo ndio imejaliwa kuwa <coughs> ndio ile siku ya kusherehekea uh, mahojiano yake. Uh, Abdallah Karambash kama atakavyokujieleza hapa ni mzee mkongwe kiasi chake, na ali uh, ali aliwika katika zama zake katika kuchangia mambo haya ya mpira wa Mombasa, na atatueleza jinsi alivyohamia kutoka timu moja hadi nyingine na kuwa ni mchezaji ambaye uh, alikuwa anavutia wengi. Akawa anapiganiwa timu mbalimbali mbali, kama atakavyokuja kutueleza. Kwa hivyo uh, naomba mtege masikio yenu na inshallah tufaidike katika habari za kumhusu Abdallah Karambash na tega sikio lako usende mbali. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh, wasikilizaji wetu wapendwa wa kipindi chetu hichi, kipindi muhimu sana mnachokipenda, kipindi cha historia ya mpira katika mji wa Mombasa na vitongoji vyake, ikiwa leo ni tarehe ishirini na tatu mwezi wa Januari elfu mbili ishirini na tano. Leo tumepata bahati kubwa sana kumpata mzee wetu mzee ambaye kwa hakika a, alichangia pakubwa sana katika Uh, mambo haya ya mpira katika mji wa Mombasa na vitongoji vyake. Yeye hasa alikuwa ni mtu wa majengo pale, akicheza timu Botafogo, akicheza timu Brazil. Kwa hivyo, mengi mengi alionayo leo atakuja kutuhadithia yeye mwenyewe, naye si mwingine bali ni Abdallah Karambash. Abdallah Karambash wengi wanamjua na wakimwona mpaka leo hawaachi kusahau vituko alivyokuwa navyo katika uwanja kwa hivyo leo tunamkaribisha Abdallah Karambash katika kipindi chetu hichi, amkuwe wasikilizaji wetu na ajieleze yeye mwenyewe, jina lake, mtaa aliozaliwa, mwaka aliozaliwa, na alivyoanzia mambo ya mpira haya kuanzia udogoni mwake. Abdallah Karambash, tafadhal bwana. Assalamu alaikum, mimi ni Abdallah Ali Karambash lakini Foreman yangu jina sasa ni Karambash kwa watu wote wananijua. Nilikuwa, nilikuwa nikiishi Majengo na nilikuwa kwa mimi ni kwa jumla ya miaka yangu ilikuwa kama nina miaka sabini hivi, kutoka nilipokulia Majengo. Hata Majengo sisi tulikuifunguliwa timu kama timu tatu pale mtaani, moja ilikuwa ni Batafogo ni Third Division, na nyingine ni second division ambayo ilikuwa ni Santos na first eleven ilikuwa ilikuwa ilikuwa mm. ni Brazil. Sasa nilikuwa nikipiga boli sana kuanzia nikiwa kwenye third division. Sasa nilikuwa, viongozi walikuwa wako pale ilikuwa kina Brad. Unaona kulikuwa kuna Mohamed Hamisi, kuna Mabruki. Unaona kina Omar Bwete alikuwa municipal. Sasa hiyo nakuangalia ngoma yangu vile ilivyo. Badala kuwa mimi nachezea third division na sababu ilikuwa ni timu yote ni moja Botafogo; second division ni Santos; first eleven ni Brazil. Sasa wao kuniangalia mimi ile ngoma yangu, akanifuata akaniambia, bwana, Karambash wewe bwana, hufai kucheza katika katika Botafogo kulingana na ngoma yako iko juu. Sisi tunaweza kupiga transfer mpaka Brazil, first eleven kwa sababu wewe uko na mabruki kule mbele kwa sababu namba yako ni left na ni mzuri kwa hiyo sisi tulikuwa tulikuwa tuna kuhitaji wewe uchezee Brazil. Nikamwambia lakini, kwa bahati mbaya, katika matafugo nilikuwa na captain wangu alikuwa kitu mshtaki hmm. Sasa mshtaki waka waka wakamuita, wakasema tunataka kumchukua Karambash achezee Brazil, lakini mshtaki akakataa, akasema, ikiwa mtamchukua Karambash basi ni afadhali tuvunje matafugo, kwa sababu yeye ndio tulimtegemea, na yeye ndio star wetu, yeye ndio mfungaji, yeye kina kitu ni yeye. Sasa kwa hiyo wakanigomea. Basi wakasema sikitu, basi mimi nikaendelea na kupiga batafoko. Basi mimi nikapiga ile boli, nikawa siku nyingine nika hivi nika kuna nika stadium kuangalia boli hivi, ika kuna hawa national team Harambee Stars hawa walikuja, walikuwa wamechukua kombe ya national team, walichukua kombe, wakaja nalo mpaka Mombasa kuja kuonyesha to Mombasa. Sasa na sisi tukachaguliwa sasa kama mimi mmoja hapo, mimi nikachuguliwa nikaambiwa, Bwana Karambash, tunakutaka hapa kesho, kwa sababu mnataka kucheza na hawa national team Harambee Star. Tutacheza na Mombasa Combine. Basi mimi kaambia Simba. Basi kwa pili ndio nikaenda mpaka stadium, tukawakaribisha wale wageni, walitoka Nairobi national team kucheza friend match na kuja na lile kombe kuonyesha watu hapo Mombasa. Mm. Basi tukacheza friend match. Tulipiga ngoma nzuri sana maana tudenda free free, ambayo ndio bao la tatu lilitokana, nilipokuwa nimetiliwa ile ngoma, nikaenda nao kwenye chat line, wajua Niva ndio alikuwa captain wa wa Mr. Paka, watu wote walilalamika, akasema huyu Karambash angepatikana na Niva ule, angevunjwa miguu kwa sababu nilimpiga ile via, kaenda na matako paka nje huko nzima ikapiga kelele, alafu nikamimina ndani ya bia hapo mm. Kuna ule alikombo yule akalitia kichwa ndani, ikawa ni 33. Basi mimi ikabidi mimi sasa ni kuendelea na hii na game ambayo niko nayo, nikaja nikachukuliwa na Baobab Bamburi. Kulikuwa na player kina Askul kina Brown Wakanifuata, ule mkubwa wao alikuwa anaitwa Mr. Okelo, yeye ndio personal manager. Walikuwa na timu yao ambao bao bado ni kali nao, ndio akamwuliza ule captain, akamwambia sasa tunaweza kupata inside gani nzuri. Ikabidi wanifuate mimi, ndio wakaenda wakaniandika kazi, nikaachezea wao bao bado, ile nikaendelea na bao bado alafu mimi nikaja nikawacha tu, mimi mwenyewe bila ya kufutwa na nini nini, kwa sababu walinikosea kidogo, kwa sababu tulienda kucheza friend match timu za Moshi Arusha. Sasa mimi nikaja nikaumia. Sasa wakati nimeumia, wakati tuliporudi sasa, mimi nilikuja nikakata pesa zangu kama wiki nzima, kwa sababu sikwenda kazini, kwa sababu niliumia bega. Sasa mimi ndio nikakasirika, ikawa mimi sikwenda tena kazini, mpaka yule personal manager akapiga simu, akatumwa captain a school, mfuate Karambash, kwa nini haji kwa mazoezi kuna nini? Basi mpaka akapata bidii bidii, akanipata, wakanipata, ndio nika nikaenda mpaka huko nikifika kwa person, personal manager anambia, shida gani Karambash? Wewe tumekuandika kazi, utusaidia na unakataa kuja mazoezi, utaki tena bodi, kwa sababu ya nini? Kuna shida gani? Problem gani? Nikamwambia mimi nilikasirika, kwa sababu mimi niliumia hapa. Tulienda Moshi na Arusha tukacheza bodi, nikaumia nikaumia nikaumia bega, na alafu sikulipwa. Baada ya sikulipwa na ile pesa yangu ya salary ikakatwa one week, ndio mimi nikakasirika. Akanambia basi, hakuna shida yote, mimi nitakuandikia vocha ukachukue pesa yako. Akaambia sawa. Sasa nilipoandikia vocha, nilipochukua pesa yangu, siku ya pili sikuenda kazi, kwa sababu nianza kufikiria, nasema leo nimeumia kidogo, nakivunjwa mguu, ikiwa hiyo kitu kidogo tu Asa personal manager na akatumwa captain na skul kuja kuniangalia, akaambiwa karamba shakuja kazini, karamba shakuja, ikaenda hivyo hivyo mpaka akatoka. Eh, sasa basi ikawa sasa Mohamed Deri tukakutana naye, nilipokuwa nishatoka huko, Mohamed Deri akaongea na mimi akaniambia, karamba shi, mimi nilikuwa nakutoka Kenya Breweries. Mimi karamba, nimechukua contract ya miaka mitano kutrain Breweries. Sasa na mimi naona katika ile timu nimeangalia na kuwafanyisha mazoezi, nimeona kama kule inside left hakuna kabisa kwa sababu kuna jamaa mmoja anaitwa Evans na inside yake haiko, haya hasti chochote na afungi mabao mm. So, basi nikamwambia, okay basi mimi nitakuja, mko wapi? Nasema sisi tuko Chuda Secondary School. Nikamwambia basi kocha Mohamed Elmi, mimi nitakuja basi. Nimwambia hivi, kana mdanganya Mohamed Elmi, alikuwa wakati wa na skuta yeye, mm-hmm. Unaona bwana, basi ikawa inifuata fuata ngoja paka nyumbani, yani kumbembeleza na nini na nini naambia, basi bwana, mimi wiki hii nikuja mande, nyinyi msema mko wapi, mko Chuda skembe, mimi nitakuja kwa mazoezi. Basi nilipofika mande, mimi nikachukua begi yangu nikaenda, nikifika kule nikakuta jamaa wengi wananijua mimi, tukakutana kina kitauro kina msizito, naona jamaa wengi karambaskina mali Mwangi wote walikuwa kwa huko kina Saburi. Basi Jamal Ponona akapiga kofi pale, akafurahi, akamwambia kocha, umefanya kitu kizuri sana, umemleta Karama, sasa hatuna shida. mali basi, basi mimi kabiri, mi nichukuliwa na Kenya Breweries nikaa, sasa nachezea huko na makaniandika kazi, nikafanya karibu kwa miaka 20 kule Alafu mpira pia nikauacha kwa amani kule, unaona no. Basi nikaacha mpira kule, nikaa niko mitaani sasa, lakini pia upande mwingine ikawa kuna mzee wangu mmoja alikuwa afanya kazi ya meli huku, akaja kanaambia, bwana kule melini kuna kuna bol ya mission to simen, unacheza kule za ship mrshi reunion nini kio sasa. Mi nikawambia, akaambia wetweni akazungumza na wazungu ikabidi mimi niende kule. Kule sana ka kama miaka miwili nikaacha mimi, mimi, pia ya body, basi nikatoka. Sasa mimi vile, habari ya mpira, kwa kusema ukweli nimecheza bod sana, na kuanzia hizi timu zote mpaka yeah, nimeenda second division mpaka first Mombasa Kombani, nikiwa mdogo. Basi kwa hiyo historia yangu ni ndefu sana, lakini hapa nimekukatizia tu hii short eh, kwa sababu ni ndefu sana. Sasa hii ndio habari zangu ambazo zilioko, mimi Karambash. Wajua, nilikuwa nimesahau kitu kimoja kidogo. Wakati mimi nilipokuwa nishatoka kule Simen, nilifuatwa na Festival, alikuja walikuja kina bosi na, na Salimu Karama wakaja paka Majengo wakanifuata wakanitenda na gari, ndio wakanitaka mimi nichezee Feisal. Basi nikawahi nikachezea Feisal kwa muda kama miaka miwili pia, lakini hmm. Feisal limechezea. Hebu uh, nieleze kuhusu timu uh, ya Botafogo sijui ni hiyo ama ni Brazil ama ni timu gani? Wakati walipompata coach Hamis Fatei, nipe habari zake. Hamis Fatei aliposhika kukoach, mulipitia mambo gani hapo? Wajua, wakati ule mimi nilikuwa ni, ni mdogo. Ilikuwa sisi timu yetu ilikuwa ni kama nilivyokuambia, ilikuwa kwenye third division. Hiyo ilikuwa ni Brazil. Brazil ile ilikuwa ni first eleven ambapo si eleven ndio wako kina yeah, Mohamed Bray wale kina Ahmed uh, Break yule anafanya uh, kazi municipal. Bo -heit, bo -heit, ya municipal Bohait Bohait ya kuna kina mabruki, unaona. Basi ndio wakati wao ndio walikuwa ndio first 11 wao no, walikuwa wanacheza, lakini mimi nilikuwa nacheza third, third, division bado yanki sana mdogo, unaona. nasikumbuki kama sisi tulikuwa tuna coach ulikuwa tunakuwa kwenye mazoezi na huwa tuko kwenye club tunacheza makeram hapa ndio ulikuwa kuna mnene lakini sitambui kama kulikuwa na coach ambao alikuwa ametu training sisi si hapo mimi sisi tambui au pindine katika upande wa Brazil kwa sababu nilikuwa ndo first 11. Mm. Lakini, wakati mimi nilikuwa nacheza division bado mdogo mm. No. Mm kwa hiyo sitambui vizuri hapo. Uh, Bwana Karambash, position yako ilikuwa unacheza position gani? Maanake nataka ku, kujaribu ku, kuvuta fikra yangu nione kama hivi unavyonieleza, kama nikuone ukiwa wacheza, position yako ilikuwa ni position gani? la kwanza swala so, la pili ni mchezaji gani ambao ulikuwa ukipendezwa naye sana kucheza na yeye, yani nipe, nikupe wewe na nani, mchezaji gani ambaye alikuwa uh, uh, ukicheza naye unahisi kwamba hapa asimamaye ategwe. Na pia kama weza ukutu, kututajia ili ya mfano wa mechi fulani, mechi gani mlichezana nani, kukawa vipi hapo uwanja. Position, position yangu ilikuwa ni left number 10 na nilikuwa sana nikicheza katika Batofogo nilikuwa zaidi, nilikuwa na playa mwingine anaitwa Kibwana na Mushtaki, nilikuwa ilikuwa tuki tukipasiana sana ngoma, na ilikuwa tuonana sana na mmoja anaitwa Marko, naona basi sisi ndio tulikuwa twa kude mbele, huwa twasikizana lakini mi position yangu ni sa left. Mimi natembea sikai, na position yangu ni sa left, si kwamba mi nazunguka uwanja mzima, mara niko nyuma, mara niko mbele. mm. E, namna hiyo. Na kama Baobab kule pia nilikuwa tukicheza ball, tunasikizana sana, ni player mmoja anaitwa captain, anaitwa askul, nilikuwa tukipasiana sana kutia mabao na Santa Fua mmoja alikuwa anaitwa Beka. Sasa hapo ulikuwa tuonana sana, tukitia watu mabao. Bwana Karambash, hebu nitajie mechi ambayo hutoisahau maishani mwako. Pengine hiyo mechi ndio ilikuwa ni mechi ambayo uh, kulifanyika mambo ya ajabu hapo, au ni mechi ambayo wewe mwenyewe ilikufurahisha moyo wako? Ni mechi gani unayoikumbuka nakuuliza? Yule mudu wamjua? Mudhu alikuwa achezea Feisal, ambayo alikuwa star mkubwa sana hapa, alikuwa kama Pele hapa, mpaka alipewa trump, akanunuliwa na club mudu. Sijui kama unamfahamu, naam, marehemu mzee mudu um, ni jirani yetu pale Kuze na mudu Mungu wa mrehemu, aliacha watoto ambao walikuwa wachezaji wazuri sana wakicheza Mombasa Wanderers. uh, mimi binafsi sikumwona akicheza mudu, lakini nikawa ni, ni mambo ya kuhadithiwa kwamba alikuwa ni mchezaji mzuri. Hebu Karambash tueleze habari za mudu kwa watu kama sisi tupate ku, ku kumswawirisha alikuwa ni mchezaji wa aina gani mudu, tafadhali. Mudu bwana, kwanza, ninavyokuambia mudhu ni mjombangu, yaani mudu na mamangu tumbo moja baba mmoja mama mmoja. Mudu alikuwa akimchukua tami katika treni kutikia makupa kule kule, watoja Mombasa Mombasa club kule, alikuwa akinchukua, tukifanya mazoezi kule akinaambia ana gari yake pio, kwa sababu alikuwa muju akisikia zile sifa zangu. Na na yeye muju alini ni pia, nikiwa nyumbani kuna nale mpira wa yule hata akawahi kuvunja mtungi kule, akapiga zinga, akapasua mtungi pale nyumbani. Yani muju na mamangu tumbu mmoja, alikuwa naishi pamoja na yeye. Sasa yeye yuko town. Sasa Mudu kwa vile alikuwa akisikia zile sifa zangu akanambia, nataka uje nyumbani twende police ground tukafanye mazoezi. Basi mimi kaa naenda ananichukua Mudu tunakwenda na yeye paka na tunafanya mazoezi pamoja kule. Sasa ile ngoma ninavyoipiga mimi paka yeye mwenyewe kanambia, ah, wewe naona umenirisi bwana. Mpira wako uko juu sana. Uko sawa kabisa. Hey, inabidi hapa wewe lazima uchukulie Mombasa combine hapa. Kwa sababu wewe unaona bodi yako uko sawa kabisa. Wewe nataka timu kubwa. Bodi uko sawa. Sasa Mudu alikuwa akifanya naye mazoezi siku zote kila anachukua An na gari wanipeleka akifika aje anichukua na gari nini? Tuenda tena police ground na bodi lake. Tufanya mazoezi ma physical nini na nini? Ni Mudu ambaye alikuwa ni mchezaji mmoja ni mkubwa sana. Yaani kama vile ulivyokuwa ukisikia Pele. Basi Pele ndio alikuwa kama Mudu hapa Mombasa nzima. Alikuwa bole akicheza, anakata watu kwa juu juu, ile kanzu ya maana wanachimbwa kwa juu juu. Na kwa ni mkali sana. Paka pesa ndio alimnunulia Trump ile kwa asaini pale. Unaona? Mudu, ambaye ni mchezaji mkubwa sana, vile ulivyomsikia Pele ndio alikuwa kama Mudu. Na ukiuliza utaambiwa Mudu alikuwa anasifika sana hapa. Mudu alikuwa ni mkali sana amechukuliwa, paka BPC huko nje Arusha na kampuni kule, alikuwa wakipiga wale, wale ma wote ma wale ma player wakichukuliwa BBC huko walikuwa wakicheza boli. Basi Mudu ni player mkali sana. Mudu amefanywa kila kitu training mpaka amefundishwa kazi na klabu na Nona, amepewa lile Honda kubwa lile pikipiki lile amepewa na pesa ile il, yani ilikuwa ni player moja mkubwa sana hapo Mombasa, alikuwa hajatokea player kama yeye. Yani vile unaona kama Pele ndio alikuwa kama Mudu. Na jaribu kuulizia na utaambiwa vizuri. Uh, kuna swali ambalo ningekuuliza mwanzo pale. Uh, Abdallah Karambash, sawa. Abdallah, jina lako kama ulivyotutajia hili Karambash lilikujaje hili? Hebu pengine kuna maana fulani ambayo ndio ilisababisha uitwe Karambash, hebu tueleze bwana, hili Karambash hili. Ni babangu basi, babake alikuwa kitu mzee Karambash. Sasa mzee babangu, nikawa jina lake ni karambash hili, lakini babake yeye huyo ndo alikuwa anaitwa mzee Karambash. Sasa mzee ae, babangu kaa jina lake limemganda sana ni mzee, hata watu wote wanamjua ni sime, wasema mzee Karambash, Karambash, mzee Karambash. Hata mi ikua nikitembea nae kwa barabara na, labi Karambash ye mzee wa na abaaa, sio wewe ni mimi, mii maanakaatukitembea namnae, lakini hilo jina ni katika mababu sasa kwa vile mzee Karambash, namba yako ni namba kubwa hiyo, namba kumi, namba kumi inatezwa na watu wakubwa bwana, ikianziwa e na Pele mwenyewe. Hebu niambie golkipa gani ambaye ulikuwa ukipata shida na e, yeye? Yani, golkipa gani mzuri kwa lugha nyingine ambayo iliopambana naye e, tupe habari kama hizo banta, bana tafadhali bana, golkipa ambayo ulikuwa likipambana naye sana, akiwa mgumu, ikiwa mnakwenda kucheza boli Wananyuki friend match, alikuwa atinisumbua sana naona, ni goalkeeper alikuwa Mahmoudu Abasi, lakini pia Mahmudu Abasi yeye mwenyewe pia alikuwa akina, akisema kwamba kwa kweli Karambash, mimi anavyonifunga mimi, ananitoa timing sana, Mahmudu Abasi. Asema, bwana Karambash, hata njia yote mnavyokwenda atanifunga Yani atanipeleka bodi kabisa, atanipinda kwenye vyuma. Karambash, mimi hapo na, mimi namwamini katika deposition yake. Sasa left naambia jamaa Karambash, si yuo ananifunga vipi? Kwa sababu nilikuwa nampeleka bodi alafu namtiga vyumani. Ah, mm. uh, palikuwa na mchezaji kwa jina akiitwa Badi Saidi, marehemu Allah Mwenyezi Mungu amrehemu Badi Saidi, alikuwa nafikiri ni age mate na mzee Mudu Una yapi ya kutueleza kuhusu mpira aliokuwa akiucheza Badi Saidi, na ikiwa pia una habari za mwanaye ambaye ni Saidi Badi, itakuwa ni, ni, ni, ni marika yako Saidi Badi. Lakini Badi Saidi alikuwa, atakuwa ni katika eji ya kina mzee Mudu. Vipi Badi Saidi? Badi Saidi alikuwa ni mzuri, kwa kusema ulio kweli, hata niliwahi kucheza naye hii Mombasa Kombaini lakini mi ikiwa ni mdogo eh, Batsaidi ni mkubwa e, e, yeye Muhammadu Umari sungura nona hiyo e, ulikuwa ni Mombasa kumbai hasa. Mimi nilishika naye Batsaidi na breki wakati huo, shacheza nao wote hao, lakini mi kwa bado mdogo, mtoto wake mimi sijajua isipokuwa najua kembo kembo, mtoto wake ni ule side kembo. Hata mi nimemwona katika hapa, mmempiga picha nyinyi mm. side kembo ule. Hii Mombasa uh, Mombasa Combine unayosema wewe ni ya mwaka gani? Manake niliwahi kusikia kwamba Mombasa Combine walichukua kikombe cha mara tatu mfululizo cha Kenya nzima, ndio hiyo Mombasa Combine unayosema wewe ndio hiyo ilikuwa Mombasa Combine, ilikuwa kina kina break hiyo katuo kabla y break kwenda kuchukuliwa na Shilan Kim, alikuwa hapa hapa kina Sungura, kina Badiali, kina Muhamed Umari, hao ndio walikuwa Mombasa Combine, ndio walikuwa miti ya hapo katika Mombasa Combine no. Naam um, mpaka kufikia hapo, basi naona ndio tutetea kikomo. Katika mahojiano yetu ya siku ya leo na Abdallah Karambash. Uh, tunakushukuru ndugu uh, Karambash, kwa mchango wako kwa kutuangazia eh, sehemu chache sana ya historia yako, na nina hakika kuna mengi; pengine utakapokuwa tayari, utatuashiria tena tupate kurudi ili tufanye recording zaidi na tunatoa tena shukrani kwa mara nyingine, kwamba asante kwa kushiriki pamoja nasi katika kipindi chetu hichi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.